Sikubahatika kumaliza elimu wangu nilishia form two. Uh, mimi nimepatikana nikiwa mtaani nikiwa na hali mbaya sana. Familia sasa hivi wameshanikubali, wameshaniona kwamba nimeshapona nimekaa kwenye leo. Hii sisi changamoto yetu pia ni ajira. Naendelea na biashara kutengeneza sabuni sasa hivi na, na mabadiliko makubwa. Ah, sasa hivi watumiaji waliopo mtaani ni wachache, kwa sera ya serikali iliyoingizwa kwa mwaka 2015. Nakumbuka hicho kipindi kilikuwa ni dawa za kulevya zinakamatwa sana. Najisikia vizuri kusikia kwamba wale wanakuwa natuuzia wanakamatwa. Kwa majina naitwa Tony Michael, ni meneja wa Nozenil Sobausi Arusha Njiro. Nilikuwa muhanga mi pia wa hizo dawa lakini niliweza kupata matibabu katika kituo cha Sober House. Sasa hivi nimeacha na, na nimekuwa pia ni mwelimishaji wa vijana waweze pia kutoka kwenye hizo hasari za dawa za kulevya. Kwa jina anaitwa Gabriel Gogo Nyangasi. Mimi ni mraibu au ni mwathirika wa madawa ya kulevya. Mimi naishukuru serikali kwa kujitoa na nashukuru taasisi ya DCEA kujitoa ikishirikiana na nyumba zetu za utulivu zinazojulikana kama Sober House. Kwa sasa mimi naendelea kupata nafuu, nilikuwa mwathirika mkubwa, lakini nafuu hii imepatikana kwa kelele za serikali na kelele za DCEA, mamlaka ya kupambana na kudhibiti madawa ya kulevya. pia naishukuru MRC, ni taasisi binafsi ya kiraia inayosaidia na kutoa elimu dhidi ya madawa ya kulevya Tanzania. Kwa majina naitwa Pendo Athumani Koke, okay. Mimi nilikuwa ni mtumiaji wa madawa ya kulevya, lakini kwa sasa namshukuru Mungu, kiukweli nimepata unafuu, nimepona kiukweli, na bado naendelea kutumia kunywa dawa pale kionda, afya yangu ilizofika, nilipungua mpaka kilo za mwili nilifikia nilikuwa na kilo sabini majikuta na kilo hamsini. Mimi nimepatikana nikiwa mtaani nikiwa na hali mbaya sana, nikiwa ni mwathirika wa madawa aina ya Valium. Niliyotumia madawa haya zaidi ya miaka kumi na mbili, lakini mamlaka walivyoingia kwenye udhibiti wa dawa za kulevya mwaka elfu mbili na kumi na saba nakumbuka hicho kipindi kilikuwa ni dawa za kulevya zinakamatwa sana. Sasa hivi watumiaji uh, waliopo mtaani ni wachache, ndio maana tukipita sasa hivi barabarani huwezi waona tena mateja wakisinzia, lakini kipindi cha nyuma walikuwa wengi wanasinzia, na wote hiyo ni kutokana na mamlaka kuweza kusimamia mipaka ya nje. Kutokana nimerudisha familia yangu, nimerudisha imani yangu, nimerudisha akili yangu sasa hivi naweza kujisaidia mimi na na kipini kusaidia pia watu wengine, nahudumia wanangu, nahudumia kiujumla familia yangu. Najisikia na vizuri kusikia kwamba wale wanakuwa wanatuuzia wanakamatwa nakwenda kufungwa kifungo. Nafurahi sana kusikia hivyo. Inasababisha kuambukizana maradhi kama ukimwi na TB tokana na ku kushirikiana katika matumizi ya vifaa wanavyovitumia katika kufanya mambo yao hayo.